Tumeianzisha hili makumbusho ikiwa kama njia mojawapo ya kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala mbalimbali ya Benki Kuu. Kuna wanafunzi wanakuja hapa, wanataka kujua hali ya uchumi wetu kuanzia tulivyopata uhuru mpaka sasa, e, jinsi tunavyokuwa. Kuna takwimu mbalimbali tunaonyesha, masuala ya noti na sarafu, machapisho mbalimbali mbali ya noti yaliyoko hapa, tutaweza kujionea matawi ya Benki Kuu tangu tulipoanzisha lile tawi la kwanza lilivyoanza mpaka sasa hivi tuna matawi mangapi, jinsi gani tunatoa huduma zetu, na huko mbeleni tunategemea tunaendaje kiteknolojia. Kwa hiyo karibuni sana katika makumbusho hii, ambayo kwa sisi tutakuwa tunatoa huduma kwa kuanzia kila siku ya Jumatatu, Jumatano, na Ijumaa. Tunapata wageni wengi hususan wanafunzi, wanafunzi wale hasa wanaosoma masomo ya biashara, wengi wanapenda kuja hapa, wanatembelea, wanajifunza masuala mbalimbali ya uchumi na fedha na vingine, wanaona kwa uhalisia. Kuna wengine unajua, wanasikia kulikuwa kuna noti ya Masai, hawajawahi kuiona wakija wakija hapa wanaona, kuna wengine wakija wanaona labda kuna vile vitu kama shanga vimewekwa pale, au mchele au mahindi. Wanauliza, hii kwa nini imewekwa hapa? Tunaeleza zamani, katika mfumo ule wa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, babu zetu walikuwa na huyu na kwa na shanga, huyu ana mahindi, wanabadilishana na vitu kama hivyo, na pia kuhusu maswala ya uchumi. Tunatumia hii makumbusho yetu, tunaita ni mchanganyiko hybrid kuna vitu halisi wataviona pale, kuna maandishi na pia tunatumia njia ya video. kuna kuna elimu wanaipata kupitia hapo. Jinsi ya kuja hapa, utatuandikia tu barua pepe, katika barua pepe yetu ya bot communications at bot.go.tz. Tukipata ile barua pepe yako, tutakujibu na tutakupangia tarehe, maana yake inawezekana, sababu tarehe zikawa zimegongana, lakini tutapata nafasi. Utakuja hapa, utatembezwa, utauliza maswali na utaona vitu mbalimbali.